Okay. Hivyo <laughs> unajua kitu ambacho kinawapoteza wafugaji wengi wa kuku sio magonjwa, ni kukosa taarifa sahihi. Ila kuanzia sasa hivi hilo lote linaenda kubadilika. Kwa sababu ndani ya Fuga App tumetengeneza kipengele kipya ambacho kitakusaidia wewe kujifunza ki, karibia kila kitu kinachohusiana na ufugaji wa kuku. Kwa hiyo hautoteseka tena kwenda YouTube au kwenda Google kutafuta mafunzo au elimu kuhusiana na wafugaji kuku, kwa wale wote ambao wanataka kuanza kufanya ufugaji wa kuku au kwa wale ambao wapo sasa hivi wanafanya ufugaji wa kuku. Naitwa Brian kutoka Fuga App, lakini pia ni mfugaji wa kuku kama wewe. Leo nitaongelea mambo ambayo tumekuletea kupitia toleo jipya la Fuga App ili kukusaidia ufugaji wako wa kuku uendelee kuwa rahisi zaidi. Kwanza, tuachie toleo la kwanza la Fuga App. Tumepata maoni mengi kutoka kwa wafugaji wa kuku, jinsi ya kuboresha application lakini pia tumesikia changamoto kwa wale wafugaji na kwa wale watu ambao ndo wanaingia kwenye ufugaji kwa mara ya kwanza. Ndio maana tukawaza tunawezaje kumsaidia mfugaji wa kuku kupata taarifa zote na elimu zote sehemu moja kwa urahisi, bila yeye kuteseka kwenda kuangalia Google au kuangalia YouTube kuhusiana na ufugaji wa kuku bora. Ndio maana tumekuletea kipengele kipya ndani ya Fuga App ambacho kinaitwa Jifunze. Kipengele hichi kitakusaidia kuelewa uh, mada tofauti tofauti ambazo zinahusiana na ufugaji bora wa kuku. Mfano, unaweza ukajifunza jinsi ya kulea vifaranga vyako, unaweza kujifunza jinsi ya kufuga aina fulani ya kuku na mambo mengine mengi, na maudhui yote haya yanapatikana kwa lugha ya Kiswahili ndani ya Fuga, na tunafanya haya yote kwa sababu lengo letu ni kufanya ufugaji wa kuku uwe mrahisi bora na wenye faida kwa watu wote ambao wanafuga kuku. Kwa hiyo kama hujapakua Fuga App, ingia leo Play Store upakue Fuga App ili uweze kutumia, lakini pia usisahau kuwaambia marafiki zako wote na mtu yoyote ambaye unajua anafuga kuku a-download Fuga App, na atakushukuru sana baadaye.